Tunayo taarifa moja ya mwanamke mmoja kushikiliwa kwa kwa tuhuma za kumuua mume wake na kisha kumzika. Uh, tukio hili limetokea jana ambapo jeshi la polisi lilipokea taarifa uh, kutoka kwa watoto wa marehemu kwamba baba yao amepotea nyumbani tangu siku ya tarehe kumi na moja mwezi huu wa kumi 2025 na juhudi mbalimbali mbali zimefanyika za kumtafuta baba yao, lakini hazikuzaa matunda. Lakini jeshi la polisi, baada ya kupata taarifa hiyo, pelelezi ulianza mara moja, tulimkamata mwanamke mmoja anaitwa Martha Japhet ambaye ana umri wa miaka arobaini na nne, ni Mnyamwezi na ni mkulima, mkazi wa kitongoji cha Mzalendo, kijiji cha Mawemeru kata ya Nyarugusu wilaya ya Geita. Baada ya mahojiano makali, mwanamke huyu alikiri kwamba marehemu ni mume wake na kwamba siku hiyo ya tarehe kumi na moja majira ya saa tatu usiku mwanaume huyo alirudi nyumbani, lakini wakawa wana ugomvi ambapo ilimpelekea kumshambulia kwa kitu chenye ncha kali, na baada ya kumshambulia mwanaume huyo alifariki dunia, na baada ya kufariki akaamua kuchimba shimo ndani ya nyumba yao, na kisha akamfukia, na baada ya kumfukia akajaza kifusi juu na kuchukua magunia ya udaga na kuyapanga juu yake. Hivyo alituonyesha eneo ambalo alimzika mwanaume huyo, na kwa kutumia kibali cha mahakama tulifukua na tukikuta, tulikuta mwili huo ukiwa umeharibika vibaya na uh, maiti ilionyesha kwamba alikuwa ameshambuliwa na kitu chenye ncha kali. Naomba niendelee kutoa wito kwa jamii kwa kuacha kujichukulia sheria ya mikononi. Migogoro ya kifamilia tuna tuna kila siku tunatoa elimu kwa jamii kuhusiana na mauaji yanayo chanzo chake kikiwa ni ukatili wa jinsia, na tunasema ukatili kwa Geita huko pande zote mbili wanaume wanafanyiwa ukatili mpaka wanapoteza maisha ikiwemo huyu, lakini wanawake wanafanyiwa ukatili mpaka wanapoteza maisha. Lakini sambamba na hilo, ziko tuhuma nyingi za watu kupotea na vyombo vya serikali vikihusishwa na hao watu kupotea, lakini mwisho wa siku unaweza ukakuta huyu mtu amedhuliwa au amepotezwa na mtu wa ndani ya familia. Kwa nitoa wito kwa jamii pale mtu anapopotea Tusianze tu kuvitilia shaka vyombo, tuanze sisi wenyewe ndani na maadui walionao. Tukishirikiana, haya matukio tutayamaliza kabisa, na tuache tabia ya kujichukulia sheria mikononi.